ya utekelezaji wa ilani, tuende tukatengeneze vijitabu vidogo vidogo vya ilani ya mikoa. Kila mkoa uwe na ilani yake iseme, katika ilani tunayoimaliza tulipanga nini kwenye huo mkoa, tumetekeleza nini na viko wapi, na ilani mpya, huo mkoa tumeufikiria nini. Vitabu hivyo vikimaliza kutekele kutengenezwa vitagawiwa mikoani na kila mkoa ujue wajibu wake nini katika utekelezaji wa ilani hii. Wasia wangu kwenu, ndugu zangu, tunakwenda kuingia kwenye kipindi kigumu, kipindi cha uchaguzi, katika kipindi tunachohitaji kama chama cha mapinduzi umoja mshikamano na upendo ni kipindi hiki ni kipindi cha kuhakikisha chama chetu ni kimoja na wana CCM ni wamoja. Tunakokwenda huko, kwa sababu kuna kugombea nafasi, tutakuwa awali, tuna makundi makundi, kwa sababu kama tunagombea, lazima kutakuwa na makundi makundi. Tutakapomaliza kugombea turudi chama kiwe kimoja, tuingie kwenye uchaguzi tukiwa na nguvu moja. Tusiingie kwenye uchaguzi tukiwa mapande mapande, tuingie tukiwa na nguvu moja, kwa sababu ukiangalia tu hali ilivyo, CCM tayari ilishashinda kwa wingi wa wanachama. Tukitoa wanachama wetu wote wakipiga kura na wapenzi wetu wakitupigia kura, tumekuwa na kura nyingi sana, ndugu zangu. Kwa hiyo ni jukumu letu wote kwenda kunadi ilani na kuwataka wanachama wetu na wapenzi wetu watoke wakapige kura. Kwa hiyo niwaombe sana umoja, mshikamano na upendo. Niwaombe au sijui niagize vikao vinavyokwenda kuchuja watu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 Hamna kuoneana aibu wala haya. CCM oye! Wajua kule Zanzibar kuna mtu aliimba, mcheza ngoma si yake lazima ataharibu. Akasema hawi sawa na wenzake, yana kuwa majudhubu. Majudhubu ni mtu ambaye hazimwazimo hivi. Kwa hiyo ukicheza ng